Alwahab al huwa alataa, Mungu utupe sisi zawadi. Wahablana, tupe zawadi kutoka kwako. Inaka anta alwahab, hakika wewe una, una tabia ya kutoa zawadi kumsaidia watu ni wewe. Sasa neno wahab ni ambayo mtu anatoa mno zawadi kumsaidia watu, hii neno Allah staala ni Wahab. Mimi na wewe sihivi, tuulizane swali moja tu, kitu gani mimi na wewe Mungu ametupa sisi zawadi? Macho, zawadi kutoka Mungu, sikio, mdomo, mkono, nafanya kazi, akili, usingizi, tunalala tunasikia njaa, tunakula, riziki tunakula Allah ametoka katika ardhi kwa uwezo wake

Hatuwezi wallahi kukusanya au tujua idadi ngapi, kama tusema yes. Tunahesabu leo imaana, Mungu anasema waintaudu nemat llahi la tuhsuha bila bidadabu. Hizi mara nyingi tunasahau neno. Hospitali Muhimbili kule tuona mtu alikuwa anaona kipofu, jinsi anajuta, amejua neema ya macho yes. na wewe tuna macho hii, bado hat, hat, hat, hatutambui neema hii kutoka Allah, naona kila kitu

wengi wanaamini neema Allah, mtu kama amependa au zawadi kutoka Allah, Mungu ataamba mali. Sio sahihi mizani hini inikosa na watu wanaamini hivi ni wamekosea. Wangapi leo wana mali mali mingi sana, lakini hawana raha raha mola kum, kum, kum, kum, usimasi wako kumtii mola wako, hii itakuja raha zanguni neno wahab